Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amemtumia ujumbe Rais Dr. John Magufuli, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akimhakikishia kuwa hali ya Burundi ni shwari na amemwomba awasihi wananchi wa Burundi waliokimbia nchi yao wareje nyumbani. Ujumbe huo umewasilishwa kwa Rais Dr. Magufuli leo Ikulu jijini Dar es Salaam na mjumbe maalum wa Rais Nkurunziza ambaye ni mnadhimu wa jeshi la Burundi, Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye.

Tulikuja na, na ujumbe wa Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi. Alitutuma tumletee salamu, tumwambie situation ya Burundi kama ilivyo sasa hivi na how ya managing the situation. Tumemwambia yote ya Burundi, mambo ya Burundi, naye aishukuru na kwa ujumbe huyo na kutuambia kwamba Tanzania ina sapoti Burundi. Kila mmoja inajua Tanzania na Burundi tumeungana tangu zamani sana.